Zamani katika mji wa Cordoba waliishi wadada wawili wa imani Flora na Maria. Flora alizaliwa na baba Muislamu na mama Mkristo, lakini alichagua kuishi kwa imani ya Kikristo, jambo lililomweka hatarini. Maria, mtawa wa utulivu na hekima, alisikia Flora amekamatwa kwa kushikilia imani yake. Kwa ujasiri, Maria alijitokeza mwenyewe ili asimame pamoja na Flora. Wakiwa gerezani, walipewa nafasi ya kuikana imani yao ili waachiwe huru, lakini wakasimama imara, wakipeana moyo kwa sala na matumaini. Siku ya mwisho ilipowadia, walienda kwenye hukumu kwa amani na moyo wa ujasiri, wakikubali kufa kama mashahidi. Leo Watakatifu hawa hukumbukwa kama mfano wa imani thabiti, upendo wa kindugu, na nguvu ya kusimama pamoja katika wakati wa majaribu.